Hey fam, leo apana, niko na shemegi yenu hapa sasa. Mbona umejilalisha hivyo na nini? Hapana, niko na mawazo. Mawazo gani baby? Niko na mawazo ya vile jinsi nitaenda kwenu nikaambia, yaani maji ni melia nakunja, ng'ombe nimelea muda yote, nakuja natoa ng'ombe yangu kwa sababu ya mwanamke, na wakati mwenyewe nilikuwa nakunywa maziwa. Hilo inahusunisha. Sasa baby, utaka ng'ombe zako wataka ng'ombe zako, ulisema wanipenda, hata kama anapenda mtu, lakini nidoe ng'ombe. Ng'ombe nilikuwa nimezoeana nayo, kama kuna ng'ombe moja pale. Sema unataka nini, mwenyewe nieleze. Nataka ng'ombe yangu. Nataka kitu gani? Nataka nini? na unauliza nataka nini, na nimekuambia nataka masa ya kuja, nataka nataka juu. Sasa si mimi nakuimbia baby, <coughs> darling

Hey fam, so leo niko hapa mimi na msanii Echo254, tuacheza challenge atakayemfanya mwenzake acheke wa kwanza. Kuna kitu atakifanya, sasa tuanze naye. Utanipatia kitu gani? Yaani wewe ukicheka kwanza utanipa mimi kitu gani. Simu simu yote ninayoitaka katika hizo zako si ndio? hmm, na password zote wanipatia kila kitu sietu, unipatie simu tu simu, hmm. Haya, simuaya mimi hapo, kinifanya ncheke, nimesema kwanza ni <laughs> ah, hatujaanza ha -ha. hmm. Nime mpaka tuhesabu moja mpaka tatu ndo tuanze sasa, kwanza acha kwanza ncheke <laughs> kwanza Haya, tuanze kwa hesabu. Moja, mbili, tatu. daktari <coughs> vitumamashondebe na nakusikiliza, sio tu. Ngoja hii sasa, si ndiyo? kama nini? ndiyo nini? Wajua, ngoja kuambia, wajua mimi ni smelling machine sasa. Hii ni kamba ya kunipatia confidence. Confidence gani? Yaani, imagine jana ukatumwa na daktari kwa sababu tu la kuuma upeleke kojo <tumana> na kishonde, na imagine ulivyokuwa umeingia huko chooni, usikilize. Ulichukua kikebe, eh, vitu za kuongea hapa, lakini si utaongea vitu zingine. Ulichukua kikebe, sijui kama ulichukua kijiko, ukakimenya ki ukakiweka, na imagine. Noma hatari, mtu wangu. Sasa hivyo ni kitu cha kuchekesha kweli? hicho ni kitu cha kunifanya mimi nicheke, sija kwambia ucheke. Mimi anakwambia ucheke, na aliyekutuma ucheke nani? mwanzo nilikushauri ucheke ndio iweje? Unaona, ilikuwa ni kitu cha kuchekesha, yaani mati ni mtu mwanamke anaonekana amebeba kibegi ki ki ki ki ki njiani kwa kumbe amebeba kocho na kisho Okay. Umecheka hapana hapana hapana hapana. Akicheka akicheka kitu kucheza, nikicheza naye game, wewe una milali kama nini? Sasa ninakwambia kwa kwamba mtu akicheka, kwanza sija sema kwamba nikikuchekesha hivyo kuchekesha mtu. Ona, kwa mfano labda ningekuwa nimepata chance ya kuwa unichekeshe kwanza nicheke, alafu mimi wewe unataka kimapo kwa mambo yake, saa huyu utakuwa ni game gani? Wewe una milali, mimi sijacheka, kwa sababu akao umefanya kitu cha kunichekesha. Kitu gani cha umefanya? kwa mko Ronaldo una milali kwa mko na kwa Lionel Shamaliza, shacheka, tuwe mtu. Sitaki, kitende wa? Mimi ndo nimeongea. Kitende wa? Mimi ndo nimeongea kitu. Wewe nanani, nana, wewe oh, unamilali. Hata hiyo ndo inaitwa mimi kukuchekesha. Wewe oh, unamilali, sitaki hii. Mwona. Mashabiki wenyewe hapo atasema. Mimi hapo ndo uh -uh. nimechekesha huyu. Kama unimuona. Nimeongea kitu yeah, Nakini, Akuna, iyo, ye akacheka. Lakini mimi nilikuwa nacheka mambo yangu ya jana. Hakuna. Iyo chani. Yeye kutembea na kibegi ambacho kimebeba kojo na kishonde. Umecheka. Let's go. Wapi? Let's go. Sitaki. Kwa nini mimi nilipokuambia no, kwa kwamba nakupa nini, ulikuwa unajua kitu gani? Si ungeniambia ni nini, ni nini? Utakuwa ulikuwa unanipa ni nini? Kisu, nipanga ilikuwa unanipa sijui afike sijui ilikuwa ni twende, ukanipatie. Mimi nakupatia hapa pana kwa ninakuletea zawadi kutoka kwa Bin Zube. Ninakuletea nini? Hii hapa Bluetooth zawadi, uende ukasikilize. Guys kama mwataka Bluetooth nzuri nini muzipatie kwa zube pale. Yeah, hiyo ndio nini nilikuwa nakwambia nitakupatia. Bye. Yaani ukaenda mtoto wa watu almost miaka sita. Eh, mumekaa naye kwenye shida na raha. Mwenyezi Mungu akakubariki. Umeanza kufanikiwa, uanza kusema oh, she is not my type. Uanza sasa kutafuta type yako. Huyo ambaye alikuwa na wewe kwenye shida Sio, <laughs> hey, hey. Ya. Eh. Jamani, naomba namba za waganga waganga, naomba namba za waganga mapema, kabla mambo hayajaanza kujoka. Yaani mimi sasa hii sasa tuko 2026 maanake, hawa wanaume ambao akili zao huwa hazifanyi kazi, akili zao ziko sehemu zingine. Sasa mimi nataka kumnyorosha wangu na mapema eh, kumnyorosha wangu na mapema kama kuna mganga mzuri yuajua hii kazi vizuri, nipe namba na tena nitakuja vizuri na. Guys mkinona kwa mganga, muniite tu Sofia, ntafanya cheese, munipige picha, muniposti Instagram ama Facebook ngwapi, muniposti this time sitaki ani wale wa kutext baby love, sijui nini nini. Wote nataka ani mmoja afanye titi refu, mwingine ni sura isieleweke, yani, tafuruko mtafaruko mganga watie kwenye chupa eh, unipatie mimi, nitaenda na helikopta mpaka bahari ya sita huko nione nikatupe chupa isifike huko eh, na yaani eh, yani mimi alafu uniache nisemi e, na kuachia si kuachi, Mungu mizimu iko siachi Mungu, kukuswalia atakuswalia, kukuroga nitakuroga, kuachika siachike yani eh, watu wakae wakae, wakae vizuri, maana 2026 ino eh, mimi Sito sitakukaa hapa karibu, msichana wangu. Ehhe, habari ndo hiyo. Kama wajijua we ni mganga mzuri, nitumie namba yako hapo ama, kama wajua mtu ambaye ana wajua eh, hii kazi niandikie hapo kwenye comment section, nianze kazi na mapema mmhm, ndiyo, kwanza naanza Amen, Amen. ni ndiyo hivyo, tafuta mganga na mapema. Ohh, sijawi kesho hapa unaambia eh, you are not my type, oh my my friend Anya type you want you don't want till the end here. Toka wone alipo Yesu. Eh, alipo Yesu amenini. Mm. Bismillah. Uli nitaka mwenyewe ukanitongoza mwenyewe, sikukutuma. Sasa hili utalinywa ndugu yangu, my friend. Hapo sawa eh? Alipo. Katika wasanii walio toka. Msanii anayefuata ni msanii mkubwa wa Mombasa na sio mombasa tu, isipokuwa Kenya nzima pamoja na east Africa, the one and only Echo 254. Sasa sa sa, na shika taratibu bwana, hizi vitu zimetoka UK zao.

Hey, oha, tudia, tudia, tudia, tudia. Yo, what's up, please guys, go and subscribe to my YouTube channel, Instagram, Facebook, Kila Pahali. Napatikana kama Echo 254, the only Kenya artist mkali. Yo, wasanii wenzangu mkae rada, jile kase nakuja nao ni ngori. Hamuwezi amini na mtu amini. E, kaeni rada. Ra, ra, ra. Check in, check in. Unaonaje? Mm. Wane, wane, wane, wane, kama utaki kwa kwenye show toka bana, usiniharibie madamu, menikosesha pia aannninnni nibebeshe mimi ni virago vyake jamani, kitambi na bank account. Asa, wewe washindana na wazee kwa vitambi. Eh? Kila siku binadamu kiambua rauka gym. Nenda gym, mtoto mdogo watakuwa mwanzi ugonjwa wa kisukari na pressure mapema. Mbona kwa kwa mbonge ni sifa? Ama ndio ule ambao ukiwa mbonge ndio anaonyesha kwa kwamba apendwa sana. Nenda gym. Binadamu ukimwambia ukimwambia mtu ni bebe mgongoni kwa squat. Wewe ni mbonge. Eh? Mbaya basi kifuani cleansing. Swali nini? Udogoni ulibebwa, ukubwani mbegu ndio imeni. Huko toshika udogoni, sasa uko libebwa na mama usiende takubebwa na mume wangu. Nitakwambia bwana mume wangu. Huo ubongo huo ubongo upeleka wapi? Kitendo akipeleka wapi? Usiokuwa na six pack saa hizi. Eh, rongu ime kwa juu juu mkikuwa na hivyo avua shati roho iende mbio. Sasa ukivua shati na unakisha kitu amecha kazi gani? Eh? Hata nikisema na kupangia chakula cha diet, kazi bure maana nitajikondesha mimi. Mimi niwe mnono. Wewe oh, mnono kwa nini? Nenda gym, gym zipo. Eh, na ninakwambia nitakusupport asubuhi na usiku nitakupeleka twende.

Hey fam, jamani, those time mwakumbuka, nilitengeneza video nikasema mimi na mrusu mume wangu awe wanawake zaidi ya wanne. Jamani, hiyo kauli nimeirudisha na nyuma, na mimi nilikuwa na tania, sikuwa serious. Kwa hiyo mnaojimaliza kwenye inbox mm -hmm. mnao muona huko, mnamnyemelea nyemelea, sitaki ukewenza Hmm. Yaani mwaniona mimi na huyu huyukon, eh, mimi na huyu mpaka kifo, hakuna wa kuingia hmm. wala wa kutoka hmm. Ushaelewa? Yaani mimi I take third party, mia hmm. Umenisikia mwanzo hmm. Kwa hiyo mwanzo, nikaja nikakuona na msichana yoyote, nikaja nikakuona na msichana yoyote hmm. hmm. kicho chake halali yangu, zile ngumi zenye zitatoka hapo, wanijua vizuri Mm. Sitaki masihara na mume wangu, sitaki, sitaki masihara mm, na nini na mume wangu. Eh, kwa hiyo e, mbona huyu mume wangu ka mkimuona huko nje mumuavoid. Sitaki mazoea na yeye, nikiona mbwa yoyote, kinyang'arika yoyote, yamnyemelea. He, ndo mtanijua vizuri. Na hakuna kuangalia msichana yoyote bila ruksa yangu. Sioona kwenye show, ukienda ukiperform vile wewe anakupatia ruksa. Sasa saa hii hakuna kumwangalia msanii nje, jamani. Sitaki, huyu ndo mpenzi wangu wa mwisho, sitaki tena kutafuta bebi mwingine. Huyu huyu ndo niko naye mpaka kiama, mpaka kifo, yani mpaka the end. Hapa hatuachani, kama smart vile tumegandana ngaa. Kwa hiyo mnaotaka kuingia hapa kuharibu Hatuwataki. Mnaotaka hmm, kwaribu, hatu wataki.